Kundi la kwanza la watu 50 raia wa Afrika Kusini ambao ni wazungu limewasili nchini Marekani hapo jana ambapo watapewa hifadhi ya ukimbizi na utawala wa Washington ambao unadai kuwa raia hao wamekuwa waki wakiuawa wakiholela. Hata hivyo, licha ya habari hizo kutolewa namna hiyo, Rais Trump ameendelea mbele na mpango wake wa kuwapa hifadhi raia hao na huku ameendelea kutetea uamuzi wa wake na kusema Hatutaki kuona watu wakiuawa. Kuna mauaji hala ya halaiki yanafanyika ambayo hayaripotiwi. Wakulima wanauawa na ni wazungu, ila kwangu mimi sijali kama ni weusi au wazungu, lakini wakulima wa wazungu wanauawa kinyama na mashamba yao kunyakuliwa na serikali ya Afrika Kusini. Sijali kuhusu asili yao, rangi yao, wawe weupe au weusi, wanene, wafupi au warefu. Ninachojua ni kinacho kinachoendelea ni kibaya. Watu wanaokaa Afrika Kusini wananiambia hali ni mbaya. Hivyo basi, tumewapa nafasi ya uraia. Ni sauti yake Donald Trump, rais wa Marekani.